Na Mkatalunya Nabii wa pili, ukinipa nafasi ya kuambia kitu uzuri wako, nitauliza ulipotokea kwanza. Shoku yangu itataka kujua dongo kama wako ulikiumba kipi kingine. Mhusika wa aina yako nilimkosaga kwenye hadithi yangu ya zamani. Labda leo ungezikuta mvi kwenye amani yangu, na ili tabasamu, uoga wangu singevuliwa bikra yake. Angenipenda hivi kama wewe, kila kitu kingekuwa sawa mpaka ningeanza dayati kuvipunguzia ukubwa. Nisingejua kama mapenzi yana bahari mbili tofauti, ningeamini tu wazuri wa kila kitu kama wewe. Mi sijaumbiwa hata mmoja tangu tufahamiane. Moyo wangu umepoteza miguu yake yote miwili ghafla tu, nimeacha kumtafuta mwingine mwenye milele yangu. Kwenye talanta ya uchoraji, nitawaelezea namna sura yako ilivyoketi kawaida, halafu bado ikashinda taji la kivutio bora mbele ya wenzio wengi waliotabasamu. Chagua outing popote ni kupeleke, ili isiwe mje ambao uko nje ya maisha yangu. Ndani ya ukurasa tubakie followers wawili tu wa hadithi hii ya kweli. Kwenye parking ya furaha yako kuwe na usafiri wa kupendana tu, kifo cha unyonge wangu, Fatma. Kesho ikiiweka tena mioyo yetu sokoni, bei yake iwe penzi hili hili, mrembo wangu.